Kituo cha utafiti na uhifadhi wa viumbe vya baharini cha Shimoni kaunti ya Kwale kitakacho gharimu shilingi bilioni 1.4 kinakaribia kukamilika. Akizungumza alipozuru kituo hicho, naibu rais Kithure Kindiki amesema kuwa kituo hicho pia kitajumuisha bandari ya usafirishaji wa watu na bidhaa na kitatoa mafunzo kwa wanafunzi kutoka Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, Sudan kusini na hata jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Wanafunzi hawa watafanya utafiti na kupata mafunzo wa baharia, usafiri wa majini, usimamizi wa bandari sayansi ya majini na vilevile vile mafunzo mengine. Kituo hiki kitapiga jeki sekta ya uchumi wa majini ama baharini, huku Kindiki akisema kuwa tayari shilingi bilioni 3.2 zimesambaziwa wavuvi, kuleta manufaa zaidi kwa wananchi ambao wanatumia ama wako karibu na bahari, na hii ni mojawapo ya ile projects ama miradi ambayo Serikali ya Kenya kwanza imeleta hapa ili kuhakikisha kwamba eh, vijana wetu wanapata utaalamu baharini, Wains, wa kwenda baharini wa kutumika kama coxswains ama engineers wa meli na pia katika mambo ya bandari. Na kama vile gavana amesema, huu tu ni mradi mmoja. Tuko na miradi mingi sana hapa pwani katika kaunti za Kwale, Mombasa Kilifi, Lamu, Tana River. Tunajenga fish landing sites. Hiyo fish landing site ni mahali pa wavuvi wakitoka baharini na mashua zao, mashua zinatua pale.